Kwa mwaka huu wa 2025 tukio la, la bunduki lililotokea katika kanisa la Michigan ndani ya Marekani lilikuwa ni tukio la 324 linalohusisha bunduki. Sijui nimeeleweka? Yani uhalifu wa kutumia bunduki kwa mwaka 2025 ndani ya Marekani tukio la kanisa katika jimbo la Michigan lilikuwa ni la 324. Hivi Marekani ni nchi, ni uwanja wa vita. Tuache hayo. Wiki hii kulikuwa na matukio mengi sana ya bunduki na video zake nilitumiwa na marafiki zangu ambao wako Marekani. Unajua sasa hivi nina marafiki wengi sana walio Marekani, wanapenda kunitumia picha za kutisha sana za matukio ya kiuhalifu ya bunduki sasa sikutengeneza video ya kureact kwenye haya maswala kwa sababu nilikuwa busy na maswala ya UN. Sasa ili tukio la Michigan na lile tukio la Dallas, kumbuka Dallas, huko kwa Marekani kuna lile tukio la yule kijana mwenye miaka ishirini na tisa aliyoshambulia au watu wa ICE, Immigration and Customs Enforcement, au watu wa kushughulika na maswala ya uhamiaji. Kumbuka hawa ndo watu wenye video za kutisha yani, ukiona video za ICE unaweza ukahisi Marekani hawaishi binadamu, wanaishi wanyama mwitu. Yani ICE ni kama vile simba au duma au chui anavyowinda wanyama wengine. Yaani Marekani sio nchi ya kuishi binadamu kwa sasa, ukiona picha za ICE zinatisha. Sasa ndugu zangu, Marekani ni jehanamu ya duniani kwa sasa. Kwa nini? Kwanza kabisa, tukio la Michigan, wakati linatokea katika idara ya usalama wa Marekani, lilikuwa ni tukio la tatu kwa siku hiyo linalohusisha bunduki. Sijui nimeeleweka. Tengeneza picha, IGP wetu ndani ya siku moja, yaani kabla siku haijaisha anakuwa ameshapokea matukio matatu yanayohusisha bunduki ndani ya ofisi yake. Less than 24 hours in Tanzania there was gun violence or terror attack. Niongee hivyo labda Mswahili anielewe yani, kabla siku haijaisha IGP wa Tanzania na matukio matatu ya bunduki, hiyo nchi ya Tanzania itakuwa ni nchi inaishi binadamu au ni uwanja wa vita? Sijui naeleweka. Kuna mpumbavu huko atasema kwamba Marekani ni nchi kubwa sana, Marekani ni kubwa kuliko Urusi. Kuna mpumbavu huko atanishambulia ataniambia Marekani na watu wengi, Marekani ina watu wengi kuliko China. Unajua, ukitaka kujua ukweli wa Marekani fuatilia chaneli za raia wa Marekani wanaoishi Urusi, raia wa Marekani wanaoishi China, ndio watakwambia ni namna gani China ni nchi salama kuliko kwao, ni namna gani Urusi ni nchi salama kuliko kwao. Kwa sababu mimi nikiwa napiga kelele hapa, mnaona kama vile mimi ninaichukia Marekani tu. Ndugu zangu, Marekani ni jehanamu ya dunia yetu, na nataka niwaambie haya matukio hayataisha, kwa sababu asili ya uhalifu sehemu yoyote ile ni mfumo wa upatikanaji wa riziki. Mfumo wa upatikanaji wa riziki ushikisha kuwa ni mgumu, lazima binadamu wataanza kuindana, binadamu watakuwa na grudges. kuna vitu vinajitengeneza huku ndani vibaya, yani kuna kila aina ya kunuiana mabaya ndani ya jamii. Ni wapi ushuda wangu kidogo mimi nimewahi kumtishia mtu kumuua, namkumbuka sana, ni rafiki yangu. Nilimwambia mi ningemuua kweli. Huyu jamaa aliniripoti polisi kulingana na tukio fulani lilitokea kijiweni. Unajua sisi ni watu wa kijiweni. Sasa kijiweni kuna masiara mengi, na unavyojua kwenye hivi vijiwe vyetu vya majobless, tukio likitokea ndiko mapolisi wanakuja na polisi wanapenda kuja pale kuterrorize, kututisha. Sasa siku hiyo imetokea siko kijiweni, polisi wamekuja na kuna tukio lilitokea, iliyo rafiki yangu akanilinki mimi kwamba ni muhusika wa lile tukio. Kizuri, sikuwepo, na mi naamini ningekuwepo polisi wangenichukua hem, tengeneza picha, mimi ningepelekwa polisi, nikatoka polisi, nisingemtafuta huyu rafiki yangu nikamuua? Ni kitu gani nataka niwaambie, ni Watanzania, wa mfumo wa maisha wa Amerika ni wa kishetani sana. Nikupe mfano ili tukio la Michigan, huyu muhusika ni mwanajeshi mstaafu tena aliyehudumu Iraq wewe mwanajeshi mstaafu unamtengenezea mazingira aishi kwa stress. ukisha ukishakuwa, wewe umehudumu katika idara ya kuuza roho yako kwa ajili ya taifa letu, yapashwa tukulinde kwa gharama zozote. Hatutakiwi tukuache uwaze chakula cha tumboni, hatutakiwi tukuache uwaze kuumwa, hatutakiwi tukuache uwaze eti leo hii ni kidivosi na mke wangu atanifilisi. America people are living with the constant stress. Kuna watu wako kwenye mahusiano ndani ya Amerika, wanahisi kwamba nikiachana na naweye mwanamke atanifilisi. What a stupid society laws America have created! Kuna stupid, stupid society laws ambazo America wamezitengeneza ambazo ni stress. Kuna watu wako kwenye mahusiano ndani ya America wanaona kuliko haya mahusiano yavunjike, bora ni muue huyu spouse wangu huyu mpenzi wangu Inaonekana amekufa like. Nyie hamwelewi, tumejaribuni ni kuongea na diaspora. Marekani ni jehanamu ya dunia yetu. Jawabu la matatizo ya Marekani ni kubadilisha mfumo wa maisha yao, riziki iwe ni ya kugawana. Akina Bill Gates, akina Elon Musk, fedha zao ziwe ni za raia wa Marekani, zilipie umeme, nyumba, afya, alafu hizi sheria za Amerika kuwapa wanawake ambayo haipo katika uso wa dunia hii zitolewe. Ndugu zangu, Amerika ni jehanam. Nataka niwambie, na kila siku nawapaga hizi nawambia maswala ya uhalifu wa kupitiliza ndani ya Amerika hayaishi leo wala kesho. Amerika iko kwenye civil unrest. Alafu you tell me, Amerika inaweza kwenda kupigana na China au Rus? Ndugu zangu, bado hamjaona. Sehemu hatari kabisa sasa hivi ndani ya Marekani shule na kanisani. Yaani shule zinatakiwa ziwe fortified area. Unajua fortified ni zile ngome. Eti kulinda na wa, na uvamizi wa bunduki kama ile iliyotokea, si tu iliyotokea ile ilikuwa ni Minneapolis niliwaripotia. Sasa ila Michigani ni kanisani. Sasa kama shule na kanisani sio sehemu salama ukiwa Marekani, Hiyo ni nchi gani yo? Eh? Inabidi ukienda kanisani uanze kukaguliwa. Usisahau, ah, Marekani ndio nchi yenye bunduki nyingi kuliko raia. Usiniulize zinatoka wapi, kawaulize wenyewe. Huo ndio uhuru uliopitiliza ambao wanatuhubiria sisi. Ni akina nani wanaofaidika na hizo vurugu? Wako watu wanaofaidika na vurugu zinazoendelea Marekani. Huwezi kuigusa biashara ya bunduki ndani ya Marekani. Hiyo ni biashara huria, na huwezi kugusa hizo sheria za kishenzishenzi ambazo wanawake wametengenezewa ndani ya Marekani. Kuna watu wamekaa wanasubiria hizo divorce cases waziendeshwa wapate pesa. Ndugu zangu Marekani imetengeneza, kumbuka, hizi elimu za za kuwa tajiri kwa kuangalia opportunities in the society zinatokaga Marekani, kwa sababu opportunities ni matatizo ya jamii, wakati sisi tumefundishwa huko shamba kwamba matatizo ya ndugu yako ni ya kwako na wewe pia, kwa hiyo msaidie na sio um exploit. Wa Amerika wanatufundisha kwamba Yaani, rafiki yako au ndugu yako akiwa na matatizo unabidi usherekee, kwa sababu ndio njia ya kupata utajiri. That's the American way of making money. Kama utafurahia matatizo ya ndugu yako yatakupa utajiri, hiyo nchi ni jehanamu. We solve problem in a society to have a good society, wengine wana they create problem in a society to make more money. Bado hamjaona Wamarekani wewe, watafika sehemu wataanza kuchinjana wale nyama binadamu wenzao. I'm telling you. Kumbuka vile dogo ya Dallas, mpaka bunduki alikuwa ameziandika anavyochukia ice. Yani kinachoendelea Marekani, jibu ni ile, siyo nchi bali ndiyo jehanamu ya duniani. Hakuna reverse gear ya anguko la taifa la Marekani, sababu kuu, mfumo wao wa utafutaji riziki, manake riziki ya mwenzako ni ya kwako wewe, kwa kwasao ukitengeneza njia yoyote ile ambayo unaweza ukampokonya isokee okay. Duniani yapashwa tutafute riziki kwa upendo, tuiweke mezani tule kwa upendo, kama vile simba wanavyowinda. Wakiupata mnyama wao, wanakula kwa upendo. Msijai kuona simba wanaviziana wenyewe kwa wenyewe, wawindane. Yani, i never see lion sneaking behind other lion and kill a lion for food. Lakini sisi binadamu tunawindana literally, yani unamnyatia binadamu wenzako umuue aidha upate riziki Oh, yes basically ni for risk because kama utatengeneza mfumo wa maisha ambao utaninyima mimi riski it's literally you are killing me America is the most dangerous place to live human being for now they keep preaching to us that it's a safe, it's a safe place but through this social media now America looks like the most dangerous place for a human being to live That's what I believe mass shooting everywhere within 24 the government can record more than 3 mass shooting man america where are you heading to who's gonna rescue change your economic policy that's the only way Kwa Tanzania Waswahili tuelimike tusiwe wasomi